Tutaki ku waste time, na watu wako na siasa hapa ya upumbavu, siasa ya ukabila. Sasa hii kabila itakupeleka wapi? Nyinyi mnajua mimi ni jirani yenu, wacha niwaambie ukweli. Najua jirani anawezaambia wewe ukweli na hakuna kitu utafanya, kwa sababu sisi, sehemu hii wakamba wengi hata hawaishi ukambani, wengine wako Mombasa, wengine wako Lamu ukiletea upuzi wa kutenganisha watu kwa kikabila, si wale watu yetu ambao wanaishi mbali, si watapata matatizo kuishi na watu majirani ya kwao? Wale wako wa, wa, wa, nao kule kwa sababu mahali Mkenya hapo hapo ndio nyumbani kwao. Taifa iwe tuwe na umoja. Kwa hivyo let us protect the unity of our country, let us pray that our country remains united, na siasa isikuwe ni wadui sisi tumesema hakuna haja ya kupiganisha wa Kenya. Tunalaani ile kitendo ambayo ilifanyika ya afisa moja ama afisa wawili kuangamisha maisha ya yule kijana, lakini ikwali, tunataka kusema na kuuliza serikali kama yule mkabila ametangazia wa Kenya ukabila mpaka na siku ya kupigana, sisi tunamwambia shetani afanye namna gani. Stima ingie katika vijiji Tunataka watu wetu wapate barabara za lami, tunataka kina mama wapate pesa ya kuwasaidia, ndio tuweze kuondoa umaskini. Na kuna wale wengine ambao siasa yao ni ya kupiganisha Wakenya, ni siasa ya ukabila, na hiyo ndio siasa ambayo Rigathi Gachagua alikuwa ameongoza. Nataka niulize nyinyi watu wa Mutomo, munataka kwenda na wale wanasiasa ambao tunataka maendeleo ama mnataka kwenda na wale ambao wanataka vita katika nchi ya Kenya maendeleo.